Profesa Erasto Vitus Mbugi ni naibu makamu mkuu wa chuo ninayeshughulikia mipango ni fedha na utawala, lakini kwa leo nilikuwa namwanzisha makamu mkuu wa chuo katika tukio hili kubwa la ugonjwa wa Selimundu, ambapo leo uh, balozi wa Ufaransa bi Anne ametutembelea hapa na pamoja na kututembelea, amekuja kutoa usaidizi kwa watu ambao wana matatizo ya sikoseli, lakini pia na wale ambao hawana uwezo wa kutembea kwa sababu ya ugonjwa huu, ili viti eh, hivyo viweze kuwasaidia kutembea. Na katika hili tukio kumekuwa tumeweza kuwaona watoto walioathirika na ugonjwa huu na tumeweza kuwasalimia kuongea pamoja, lakini pia baadaye kutakuwa na chakula ambapo tutakula pamoja na watu hawa eh, Kituo hiki cha sikoseli cha MUHAS kimeanza siku nyingi na kimefanya kazi kubwa sana, na moja ya malengo makubwa ya hiki kituo ni kuweza kusaidia kuzuia au kupunguza ugonjwa wa sikoseli, ya selimundu na hasa kwa kushauri, kushauri kwa mfano, katika kuzuia kupunguza ugonjwa huu unaweza kuambukiza kwa njia ya vinasaba kwa hiyo wakishauriwa, kwa mfano, watu kabla ya kuoana wangeweza kupima, wakaona kama kuna viashiria vya ugonjwa huu, wakaweza kujizuia, wale ambao wanaviashiria wasiweze kuoana, kwa sababu wanaweza kusababisha changamoto kwa watoto. Um, pia kutakuwa na mazungumzo ambayo yataendelea hapa kutoa elimu kwa wazazi, kutoa elimu kwa watu wenye ugonjwa huu, namna wanaweza kuishi vizuri na kuweza kuishi kwa usalama zaidi na taasisi inatoa nafasi kwenye kwa kufundisha, lakini pia kwa kutoa nafasi kufanya tafiti mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia katika kupunguza uh, athari za ugonjwa huu, lakini pia kutokea kwa ugonjwa huu. Naitwa Dr Deogratias Soka. Uh, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Sickle Cell Disease Alliance. Uh, leo ni siku muhimu sana kwetu sisi kwa sababu leo eh, tunaweza ku uh, launch foundation ambayo inaitwa Sabrina Foundation. Um, ambayo ni foundation kwa ajili ya kuongeza uelewa juu ya tatizo kubwa sana ambalo lipo kwa watoto wenye siko sel nchini, mm. Tatizo la kiharusi. Kwa kawaida watoto wenye uh, watoto mara nyingi wawapati kiharusi, lakini watoto wenye siko sel wanaweza wakapata kiharusi, na kiharusi kinapelekea wao kuto, like, wakati mwingine kupoteza uwezo wa kutembea, kuongea na kadhalika. Kwa hiyo tumeanzisha hii e, foundation ya Sabrina ili iweze kuongeza uelewa kwa jamii yetu juu ya hili tatizo la kiharusi kwa watoto wenye sikoseli, lakini pia kuweza kumobilize resources ambazo zitatumika kuwasaidia hawa watoto. Hilo ndio jambo kubwa ambalo tutakalofanya leo. Sasa kuna wadau wetu ambao ni Chemchem Foundation wa uh, kule Manyara ambao wao kwa kuanzia wametoa viti msaada wa viti kumi viti mtembeo vinaitwa ajili ya kusaidia watoto ambao wamepata kiharusi kinachotokana na uh, ugonjwa wa sickle cell, na makabidhiano hayo yamefanyika leo hapa kama mlivyoona na balozi wa Ufaransa nchini Tanzania. Kwa hiyo uh, kikubwa ni kutoa wito kwa jamii ya Watanzania waelewe kwamba kuna tatizo la ugonjwa wa sickle cell, haliishii tu kwenye uh, ma, ma, ma, madalili yale kama maumivu ama kupungua damu, lakini wakati mwingine watoto hao wanaweza kupata tatizo kubwa sana la kiharusi, na wanapopata kiharusi eh, ni vizuri wakaweza kusaidiwa ili waweze kujapo, waweze kurudia hali yao ya maisha kama walivyokuwa hawajapata kiharusi, lakini angalao waweze kuishi kwa heshima na kufanya shughuli kadha wa kadha za maisha yao. Eh, muhimu zaidi kwamba, Septemba. Septemba ni kwamba huu ni mwezi wa Septemba, mwezi Septemba ni mwezi ambao umetengwa na shirika la afya duniani uongeza, uelewa, ya, e, sel, kuongeza uelewa juu ya ugonjwa wa sikoseli duniani kote. Kwa hiyo tunaotumia huu mwezi wote kuongeza uelewa juu ya huu ugonjwa wa sikoseli. Na kwa Tanzania tuna mambo mawili makubwa ambayo tunayasisitiza. La kwanza ni kuhakikisha watoto wanapimwa mapema ili kuwatambua wale ambao wamezaliwa na ugonjwa huu waweze kupewa matibabu. Lakini la pili ni kuvunja mduara wa sikoseli ambao ni kwa vijana wetu ambao hawajaanza mahusiano kujipima, ili wale wenye vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell waweze kujitambua mapema na kufanya maamuzi ya busara yanaweza kupelekea kuondoa kabisa uwezekano wa kupata watoto wenye sickle cell. Kwa hiyo, haya ndio mambo makubwa mawili ambayo tunasisitiza kwa jamii yetu kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell.